Kuna dada mmoja ambaye mkeo anamwita dada. Huyo dada sio ndugu yake wa damu, wamekutana tu, lakini mkeo na yeye, baada ya kuwa marafiki, yeye anamheshimu sana na kumuita dada. Huyo dada hajaolewa, ama alishawahi kuolewa na ndoa yake ilivunjika, lakini wewe uko hapo, wewe kama mwanaume unaruhusu tu huyo mtu kuwa karibu na mkeo, mtu ambaye hayuko kwenye ndoa ama alishaiacha ndoa yake We unafikiri nini atakachomfundisha mkeo? Na kuna wakati, kuna mabadiliko unaanza kuya, kuyaona kwa mkeo. Pengine mlikuwa mnaelewana, mnasikilizana, hivyo vitu unaona vinaanza kupungua, mnapishana. Pengine ulikuwa ukimwelekeza kitu mkeo anakuelewa, lakini imefika saa hizi kila ukimwelekeza mkeo hakuelewi, baada ya yeye kuwa karibu sana na huyo anayemwita dada. Mkeo mkikosana, zamani mlikuwa mnaweza kuelewana na yakaisha lakini sasa hivi tatizo moja linaenda kwa muda mrefu, na maneno ya kuachana yanaanza kwa mkeo. Mkeo anaanza kukutamkia kauli za kwamba tuachane, tuachane, na wewe uko hapo unashangaa tu. Mwisho wa siku, nakwambia huyo dada atavunja ndoa yenu. Mko hapo mnaangalia. Adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Kuwa makini sana na watu ambao unaruhusu wamzunguke mkeo, kwa sababu najua haya maneno nikimwambia mwanamke hatonielewa. Lakini wewe kama mwanaume unaweza kumpa amri mkeo kwamba sitaki uwe na mtu fulani karibu.